Ujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jeshi la majini la Marekani limepoteza ndege ya kivita na helikopta zote zikiwa sehemu ya kikosi cha meli cha kubeba ndege USS Nimitz baada ya vyombo hivyo viwili kupata ajali tofauti na kuanguka katika bahari ya kusini mwa China ndani ya kipindi cha dakika 30 pekee siku ya Jumapili mchana. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya US Pacific Fleet, ajali ya kwanza ilihusisha helikopta aina ya MH-60R Seahawk iliyokuwa ikihusishwa na kikosi cha Battle Cats. Helikopta hiyo ilianguka majira ya saa 8 na dakika 45 za mchana, kwa saa za huko, wakati wa operesheni za kawaida katika bahari hiyo. Dakika chache baadaye, ndege ya kivita aina ya F/A-18F Super Hornet nayo na ilianguka katika tukio tofauti. Hata hivyo marubani wake wawili walifanikiwa kujitosa kwa kutumia viti vya dharura na kuokolewa salama, sawa na wanachama watatu wa helikopta waliookolewa mapema. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa wote watano wako salama na hali zao ni thabiti. Sababu za ajali hizo mbili bado hazijabainika na uchunguzi wa kina umeanzishwa ili kubaini chanzo cha matukio hayo yaliyotokea kwa mfululizo katika eneo hilo lenye mvutano mkubwa wa kijeshi. Meli ya USS Nimitz ambayo imehudumu kwa zaidi ya miaka 50 ilikuwa njiani kurejea katika bandari yake ya nyumbani Navo Besap, huko jimbo la Washington, baada ya kutumwa mashariki ya kati majira ya kiangazi kama sehemu ya mwitikio wa Marekani kufuatia mashambulizi ya vikosi vya Yemen dhidi ya meli za kibiashara. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi hilo, safari hii ni misheni ya mwisho ya USS Nimitz kabla ya kustaafishwa rasmi baada ya utumishi mrefu katika maeneo mbalimbali ya dunia. Hatua hii imezidi kuibua hofu kutokana na ndege za kivita za Marekani pamoja na helikopta zake baharini mwa kusini mwa China, ambapo zinazidi kuweza kuendeleza misheni zake mbalimbali mbali katika maeneo hayo, ili kuhakikisha kwamba usalama unatafutwa kwa kiasi kikubwa sana dhidi ya maeneo muhimu ya kibiashara duniani kwa taifa la Marekani. Mtazamaji wetu, tutakupa yote ambayo yanajiri huko katika ukanda huo wa Asia ya Mashariki. Cha msingi tu Usisite kusubscribe chaneli yetu, kulike video zetu, kukomenti pamoja na kushare.